Saa chache tangu Rais wa Marekani, Donald Trump aeleze kukasirishwa na namna Rais wa Russia, Vladimir Putin anavyoshughulikia suala la kupata mwafaka wa kusitisha mapigano dhidi ya Ukraine, Russia imetoa kauli kuhusu hasira hizo za Trump. Kwa mujibu wa msemaji wa ikulu ya Kremlin nchini Russia, Dmitry Peskov, Russia inatambua jitihada zinazofanyika kumaliza vita vyake vya miaka mitatu dhidi ya Ukraine huku akisema kuwa mchakato huo umechukua muda mrefu. Akizungumza leo Jumatatu Machi 31, 2025, Peskov amesema, tunafanya kazi kutekeleza baadhi ya mawazo kuhusiana na suluhisho la Ukraine. Kazi hii inaendelea, amesema Peskov, mwisho wa kunuku. Alipoulizwa kuhusu hasira ya Trump kutokana na matamshi ya rais wa Russia Vladimir Putin aliyepuuza uhalali wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika kufanya mazungumzo ya makubaliano hayo, Peskov amesema, namnuku Hakuna jambo maalum kwa sasa ambalo tunaweza au tunapaswa kutangaza. Huu ni mchakato wa muda mrefu kwa sababu ya ugumu wa maudhui yake, mwisho wa kunukuu, amesema Peskov ambaye ni msemaji wa ikulu ya Kremlin, ikulu inayoongozwa na Rais Putin. Rusia kimsingi imekataa pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30 kikamilifu na mara moja. Uwezekano wa kusitisha mapigano kwa sehemu katika Bahari Nyeusi, ambayo inatumiwa na nchi zote mbili kusafirisha shehena ya nafaka na mizigo mingine, uliingia mashakani baada ya wajumbe wa, wa Rusia kuweka masharti makubwa. Trump aliahidi wakati wa kampeni ya uchaguzi wa Marekani mwaka jana kwamba angemaliza haraka mzozo huo ambao ni mkubwa zaidi barani Ulaya tangu Vita Kuu ya Pili ya Dunia. Peskov hakujibu moja kwa moja ukosoaji wa Trump kwa Putin Jumapili aliposema kuwa amekasirika na amechukizwa kwamba Putin alikuwa amehoji uhalali wa Zelenskyy kama kiongozi. Lakini alisema kuwa Putin anasalia kuwa wazi kabisa kwa mawasiliano na rais wa Marekani na yuko tayari kuzungumza naye wakati wowote wa nchi zote mbili zinajiandaa kwa kampeni ya msimu wa majira ya joto kwenye uwanja wa vita kulingana na wachambuzi pamoja na maofisa wa Ukraine na mataifa ya Magharibi. Zelenskyy alisema siku ya Jumapili usiku kuwa mashambulizi ya Russia hayajapungua wakati ikiendelea na uvamizi wake dhidi ya jirani yake ulioanza Februari 2022. Alisema kuwa mashambulizi hayo yanaonyesha kutokuwa tayari kwa Russia kufanikisha makubaliano ya kusitisha vita hivyo, na katika mazungumzo yake alisema Namnuku, na jiografia na ukatili wa mashambulizi ya Russia si mara kwa mara tu, bali kila siku na usiku vinaonyesha kuwa Putin hajali kabisa diplomasia. Zelenskyy alisema katika hotuba yake anayofanya kila siku na karibu kila siku, kutoka kutoka katika kukabiliana na pendekezo hili, kuna droni za Russia, mabomu, makombora na mashambulizi ya mizinga na makombora ya balistiki ambayo yanashushwa nchini Ukraine, alisema Zelenski, mwisho wa kunukuu. Alihimiza shinikizo zaidi kutoka jumuiya ya kimataifa kwa Russia, ili kulazimisha Russia kuingia katika mazungumzo, ikiwa ni pamoja na vikwazo vipya vya kiuchumi. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya ka, ka, ka, Kaja Kallas akilizungumzia swala hilo katika mkutano wa baadhi ya mawaziri wakuu wa umoja huo huko Madrid siku ya Jumatatu, na katika hotuba yake Kaja Kallas alisema, Russia inacheza mchezo na haitaki amani kwa dhati. Kwa hiyo swali letu ni tunawezaje kuongeza shinikizo kwa Russia? Alihoji kiongozi huyo. Trump alisema atazingatia kuongeza vikwazo zaidi kwa Russia ambayo tayari inakabiliwa na adhabu kali za kifedha na kutumia ushuru kudhoofisha kutu mauzo yake ya nje ya mafuta. Kharkiv, jiji la pili kwa ukubwa nchini Ukraine lilishambuliwa tena kwa droni za Russia usiku wa kuamkia Jumatatu na kuwajeruhi watu watatu, Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine, ilisema. Jeshi la anga la Ukraine nalo lilisema kuwa siku ya jana Russia pia ilifyatua makombora mawili ya balistic na droni 131 za shahidi na za mtego. Wakati huo Wizara ya Ulinzi ya Russia ilisema kuwa ulinzi wake wa anga uliangusha droni 66 kutoka Ukraine mapema siku ya Jumatatu katika mikoa mitatu ya Russia, nanuku shambulio lililoendelea na vikosi vya Ukraine kwenye miundombinu ya nishati ya Russia linaonyesha kutoheshimu heshimu kabisa wajibu wowote wa kuhusiana na suluhisho la mzozo wa Ukraine na utawala wa Kiev. Wizara hiyo ilisema katika taarifa yake kwa umma iliyotolewa siku ya leo asubuhi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital takusogezea kila update inayojili kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.